Uh, mambo vipi? Karibu tena katika channel yako pendwa ya, ya Fairboy kwa update zote za ajira elimu, pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Hili ni tangazo la nafasi za kazi MDA pamoja na LGA, na kuna nafasi za kazi elfu kumi na ishirini na sita kama ilivyoainishwa katika tangazo hili. Kuna mwalimu daraja la tatu C Chemistry nafasi 682 mwalimu daraja la tatu B kemia nafasi mia mbili hamsini na saba mwalimu daraja la tatu C si, kilimo agriculture nafasi mia moja sabini na nne mwalimu daraja la tatu B kilimo agriculture nafasi sitini na nne mwalimu daraja la tatu B koo. Hizi hapa ni nafasi za walimu, ajira za walimu zimeweza kutoka, ajira elfu kumi za walimu ajira elfu kumi za walimu zimeweza kutoka kwao. Nafasi hizi ni muhimu sana ukaweza kufanya application, kwa wewe mwalimu ambaye upo mtaani na hujaweza kupata ajira, nafasi hizi ni kwa ajili yenu, na serikali imeweza kutoa ajira elfu kumi kwa walimu kwa, unachotakiwa kufanya ni kuingia ajira portal na kuweza kutuma maombi yako haraka haraka. Tuma maombi yako ikiwa bado mapema kabisa tuma maombi yako ikiwa bado mapema kabisa. Nafasi hizi ni nyingi sana, kwa hiyo walimu, kazi kwenu. Na pia tunafanya application. Kama hujui namna ya kuweza kufanya application ya maombi haya katika nafasi za walimu katika ajira poto, tunaweza tukakusaidia. Namba zetu ziko chini ya description ya video hii, unaweza ukatutafuta unaweza ukatutafuta hapo na tukakusaidia kuweza kufanya application yako vizuri kabisa, kwa uhakika zaidi. Pia ili kuweza kupata PDF hii na kuweza kujua nafasi ambayo unataka kuomba, join katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Nimekuwekea link katika description ya video hii, unachotakiwa kufanya Aa, ni kuweza kujoin katika group letu ili uweze kudownload PDF yako pale uweze kuisoma nafasi zote ambazo zipo na uweze kujua nini kinachotakiwa na nini ambacho hakitakiwi hakikisha kutuma barua yako ya maombi ambayo imesainiwa na barua hiyo ielekezwe kwa katibu ofisi ya rais sekretariati ya ajira katika utumishi wa umma SLP 2320 mtaa wa mahakama Tambukareli, Dodoma. Hakikisha barua yako imeelekezwa katika anwani hiyo na imesainiwa na mwanasheria au wakili au mahakama, na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe moja mwezi wa kumi na moja 2025. Kwa hiyo tuma maombi yako ikiwa bado mapema, na maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa ajira portal, ni portal.ajira.go.tz. Maombi yote yatumwe kupitia mfumo huo. Karibu na asante.